Hello my good people, mambo vipi, mko poa? Sasa tunaanza kuwapatia chakula na tunaanza kuwapa grower nyingi sana. Punguza hiyo gota, tunaanza kuwapatia. Sogeza hapa, tunaanza kuwapatia grower hii hapa, unaweza ukaona punje zake ni kubwa, unaona eh? punje zake hizi ni kubwa, kwa hiyo wanapoanza, wanapoanza kula kidogo itawasumbua, lakini baada ya siku mbili hivi watakuwa used to eat. Kwa hiyo tunaanza kuwapa grower na kama ambavyo nilisema tumewachelewesha. Fanya chapu. Unaona wanavyogombana kule, chota chapu, chota chapu, chota chapu. Aa. Unaona bilinge hiyo, unaona bilinge hiyo hapa. Sasa lazima tuwapunguze. Hata wakimwaga chini wala isikupe pressure. Wakimwaga chini hivi watakula baadaye, watakuja waokote chote hicho, watakuja waokote chote hicho hata, hata wamwage vipi At the end of the day watakuja waokote chote cho chini. Mi nitatoa mabeseni yangu tu, nikitoa mabeseni yangu wataokota chakula chote, kwa sababu hamna chakula cha kupoteza. This this is money. This is money my friend <laughs> my friend kwa <laughs> hiyo lazima wataokota chakula cha chini, kwa hiyo mimi wala hainipi pressure. Naweza kuona hapa chini ni pakavu sana. For your information, mimi sijatoa gazeti. Gazeti lipo hapo chini na limeshafunikwa na uchafu, lakini uchafu pia aulipi stress, aulipi stress yoyote, kwa sababu najua wapo kwenye kwenye, yani we are very very smart in controlling it. Hawawezi kuugua kwa sababu kuna dawa tunazozitumia. Tulishatumia antibiotic wiki ya kwanza, kwa hiyo bado ile inafanya kazi, haiwezi kabisa kuwaathiri, haiwezi kabisa kuwa kuwaathiri na msingi panatakuwa pale pakavu, wasikae kwenye unyevu unyevu, wasile vi, vile vibichi vibichi ili kwamba kuepusha maradhi yasiyokuwa na sababu, na we kuepusha stress pia. So hapa hakuna mafua, hakuna ugonjwa, hakuna nini, wote unaona wana struggle. Hakuna hata mmoja ambaye amesambaa kule, labda amekaa huko, haangaiki. Wote wana struggle kwa ajili ya chakula. That is me. That is me <laughs> hakuna stress kabisa yani. You understand? Kwa hiyo kufuga ni rahisi tu, ni mradi kwa umeshafanya maandalizi yako chakula, dawa, chanjo, yani kila kitu kipo pale. Kufuga ni rahisi kabisa, ukiwa tayari na miundombinu kama banda, keji kama hivi. Mimi hii ni room, hii ni room, nimeamua tu ndio na nafugia hapa faranga yangu, na trust me, hakuna hata harufu ya kinyesi hapa ndani. Unaweza hata ukawa unakula hapa ndani. Hakuna hata harufu ya kinyesi. I'm telling you the truth. Unaona mafuji yangu yale pale. Kuna vyakula, kuna kila kitu. Yaani hata ni store hapa ya mpunga nini nini hapa. Unaona? Hakuna shida. Yaani hakuna hata harufu ya kinyesi. Mbona ule mlango? Nataka nikwambie, yaani broiler hawana shida. You understand? Huu oh, mlango? Huu mlango unaingia jikoni. This is my kitchen. Na hakuna shida, hata nikiacha wazi hapa, hakuna shida, kwa sababu hakuna harufu yoyote. Mtu hawezi kujua kama umu ndani unafuga kuku mpaka ameingia, au mpaka umemwambia. Hakuna harufu, hakuna harufu kabisa. Ndio maana nasema, ukiamua kufugia, yani kwa vifaranga kwa mfano, wiki mbili za kwanza hizi, sitting room, chumbani, store, wewe tu, wakati unaandaa mahali pa kuwaweka, hela tu Ela tu anatahela <laughs> hakuna eh, harufu hakuna, yani harufu ya kiesi kwanza, mna mtu anajua kama tunavifaranga hapa, mpaka watu watashtukia, tunatangaza jamani, huku tayari napiga simu, nikipiga simu wenyewe wanaambizana, wateja wanaambizana, uko na huko unafugia popote, unafugia popote tu, ili mradi mwenyewe uwe smart. Ukiwa smart, kila kitu kinakuwa smart. Sawa ndugu zanguni, toaa navoaona saizi wakubwa wakubwa hiki chakula wanahangaika nacho tu wenza, kwa sababu ya njaa, lakini hawawezi kula hapo. Watakula taratibu sana, hiki chakula watakula taratibu sana, kwa sababu hizi punje ni kubwa tofauti na zile walizozoea. Zitawasumbua siku mbili tatu tu, hizi sume, siku mbili tu, leo kesho wataanza kuwa, wataanza kukopu na hiki chakula, kwa sababu watagundua tu kwamba kisha mdomoni kinayeyuka wanatakiwa waanze kujifunza kufungua midomo kwa ukubwa wake. Mi nawapenda sana, nawapendwa, nawatakia siku njema. Tutakuwa na live usiku kama nilivyosema, mwenye uwezo wa kuingia live TikTok basi aingie tu, kama umefikisha view, umefikisha followers elfu moja unaweza kuingia live ukaja kule ukashuhudia, lakini hata kama hujafikisha, nafikiri unaweza ukasikiliza uka, uka, tu. Mimi nawapenda sana, mwe na siku njema wapenzi.